Karibu katika chaneli yako pendwa ya, kupendwa, ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira elimu pamoja na mbinu mbalimbali vya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo tutakwenda kuangalia walimu pamoja na taasisi zingine walioweza kuitwa kazini ikiwemo madaktari. Hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 2 mwezi wa kwanza 2025 na tarehe 22 mwezi wa 12 2025. unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye akaunti yako ya ajirapoto, download barua yako ya kupangiwa kituo chako cha kazi, na ripoti katika kituo chako cha kazi kwa wakati uliopangiwa katika barua yako. Hongera sana kwa wewe ambaye umeweza kuitwa katika nafasi hizi. Lakini kwa wewe ambaye hukuitwa katika nafasi hizi, usikate tamaa, omba tena pale nafasi zitakapoweza kutangazwa. Omba tena pale nafasi zitakapoweza kutangazwa. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. Nafasi za walimu ni wengi sana, walimu walioweza kuitwa ni wengi sana, na hii wiki yote imekuwa ni wiki ya baraka kwa walimu pamoja na madaktari. Ajira nyingi zilizoweza kutoka, walioitwa kazini ni walimu pamoja na madaktari. Kwa hiyo hakikisha unapata jina lako au unaipata pdf hii ili kuweza kujua kama umeitwa kazini na kuweza kujua kituo chako cha kazi ulichoweza kupangiwa. Sasa kuweza kupata pdf hii join katika gupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na gupu letu la WhatsApp ili kuweza kuipata pdf hii, maana pdf hii utaipata katika gupu letu la WhatsApp. Asanteni na karibuni.